O jamaa mzando mshindi wana. Kwa hiyo lazima utoneshe skills zote leo au vipi? Huyu jamaa atakupigia beat hapa alafu wewe leo saizi wewe tulia tu DJ saa hizi huyu hapa. Chapa beat. Mwana atakuwa anachana. Mchizi anachapa sana beat kwa kutumia mdomo. Au vipi? Yeah. Unaitwa una nani vile? Hapo hapo. Unaitwa Mark Muga. Mark Muga. Yeah. Mungu akupe nini mzee? Pambana na hii. Jio

kwetu natamani nijenge nataka nitoe korabo Mansuri na pima Wenge, alafu ikibidi mjini twende tena ndoka twendi kabisa, na wala sio kizembe. na mwona blaza pale ni blaza Odua haina noma, mwana na miwani amevaa, lakini shida ni moja ni utani, miwani amachoni blaza Odua sawai unavaa kichwani, we mtu mzima basi shituka jamani, wana megonga makofi wamenjoi burudani, kule kamera mani nyuma DJ nipetana mwana lini

Vyongo vimepanda bei. So ni kichana kuna kuni bato feki wasogeri. Huu mziki ndo umefanya niache kuiba. Sikiza tanki fanya kwa mafeki ni msiba. Nizora na shida nachukulia kawaida. Shoboka pande zangu na kunigamani. Na punch kali kali na swaga nazo. Huu mziki kutoka umeshanipa mawazo. MC wambie mziki matangazo biashara, kwa hiyo acha nionyeshe hizo. Shati nirekundwa fuki pedeshe. Kuna mtu amenichana kwamba anachangia damu. Aise, oya, yawe kwa makini, sikukemee kwanza, kimaliza bado nikuto umeshapotea. Oke, okay, tuendeleze boko, we unagonga beat box na wanangu, tuko na mabos, watu wanagonga maji sio pombe. So misos, apo mbele naona kamera paka na mosh, naona pare ipo laptop, niko na pasuka. Ndona rap, boom bap, kwa kichwa so wa michano MC, njo uone namna hii Toka lock siri, jiji la wasanii ukimtoa speedy kill ukimtoa young killer, nikuangutu ni kwangu tu ni mestay ila, napenda mziki kuliko mpira. Ukweka beat hata boxi, ndo napandisha sila, nendeleze flow sijavaa soksi sani. Niko tuna wana tuna enjoy funny. Leo tuko mikasa ndani hatujatoka nje. Oya wana enjoy burudani. Mina chana nini? Sema kila kitu. Oana chana nini we? owa nachana nini? chana kila kitu ami, oh, nachana nini wana? Ok, nichane kila kitu ama nitembeze tano? Semeni wana, nishuke niendeleze michano? Naruhusiwa kushuka ama? Nikishuka ndo tuseme pesa hata kosekano akumpa ninashuka bwana mtani, samema blaza Sani, ndo nashuka na kipaza. Chika tano mjomba, si macho matatu kipaji, nono mependeza na nguo za kichungaji lastamani, nono metinga vipuli, nishapata pesa kodi kula mpaka nauli elfu hamsini leo, navimba na vimba na kiburi. Leo na kanda kwenye boda si kalika sturi. Chika tano dwa Odong blaza nakukubali, toka enzizo na kado kitengo kumbali mbali ni ni wakali wa mistari wa Sema simoni blaza mteganda Ama shayanza safari Shika mwenye mzula Shika mjombo ne rekodi uko Gezima tau na niumiza macho Shika tano mwenye viatu kama simple Wana enjoy ili vibe kama tuko disco Shika tano mwenye cheni Mixa na sing rendi Wanangu we Tumeshindana watu wengi Nimeshinda kuna watu Nimewashinda wapendi Sema tuenderezo rafiki chuki haijengi Shika tano mjomba mwenye sim ndogo Nimchana nione nani kichwa ama ni chane vo visogo ndani ni bia wara kuna maembe dodo wanangue nishashinda, kwa hiyo mwache shobo msi wapingi. Nyie wote mashabiki ese kwa kuwa mnafanya mziki nomba mbele msoge, kwa hiyo mikwa gadi wacha ni ombe nomba ni mwema star mabosi paka siku au ze oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah, I wanna give it up kwa Sun MC. Bana tumpigie makofi tena, namna hiyo. Hey, unajua ukiwa mshindi mshindi, lazima uwe na sifa, fanya misifa, onesha kwamba kweli mliakanyaga, <laughs> sio? Eh bana, kwanza, uh, Sun MC ni, ni ndo mshindi wa leo wa episode ya kwanza, City Rap Battles. Shout out kwa mwanangu Mark Muga amepiga beatboxing hapa, ni kipaji cha pekee sana. Eh bana, tunategemea kuona kila Alhamis. Karibu sana so